Jesus of Nazareth. Yaani uyo ni mtoto wa mtu amekidnapiwa, pia wanamkula matako mpaka anafaint. Jesus. Immediately mtu vyenye tu nimeona hii guys, nimeanza kuombea akina Champe sababu, if this is what is happening, if this is the reason as to wh why wanakidnapu vijana wanaume mko kwa shida. So, hawa watu wana kidnap hawa vijana wote ndio waende wakalale nao ndio waende wakakule wanaume matako. Mtoto wa mtu anasodomaisiwa anakulwa matako mpaka anafaint, yaani anaisha nguvu. Ati ni mandawa, ati si kupenda kwetu ati, wa, ati, si kwetu, ati hatujielewi. Au aujielewi wakati ulikuwa unateremsha hiyo trosa wakati ulikuwa unaingiza hiyo kitu yako hapo mbando wau una hmm? And so unajielewa, kulingana na vyenye huyo jamaa anaeleza anasema, that mkubwa wao anawachukua anawakula nyuma, wanarudi wao wanapewa, wanapeangwa mabaki. What do you think these guys are passing through? Mnafikiria wa vijana wanapitia nini, wenye wanakidnapiwa? Na hizo ni mandawa za nini wanawekwa ndio waweze kuwa wanjielewi pia? Oh God of Nazareth, Mungu hurumia akina chambe chambe and Elvis wame, wamekipitia guys, najua mali wako wamekipitia. And what are they paying, au vijana wanalipa ku, wakati wakati Frederick, na senior dev aliweza kuchukua ile banki wakaenda nayo that why Elvis na Champe wanakipitia hivyo. Yani huyu anasema hivi, yule yanasema vile. Oh God, mimi gaja sijui kama mume, sijui kama wakati mmesikia huyu jamaa akieleza akisema walibebwa na wow, bosu wao bosu wenu wanakulanga watu nyuma nyuma eh Tuliwaacha wakiwa kwa line lakini hatujui kama wamefikiwa. So ni tuvijana, tuvijana tumepangwa line pale akuye analala na wao. Na huyu jamaa huyu genge yao, huyu mkubwa wao mjue ako pamoja na yule yulehos. So kwa yule mganga mwenye hos anaenda kwake ni lazima hata huyu jamaa akuye amepelekwa. That why ako na hiyo wazimu yote, that why, pia yeye ako na hiki kikundi kikubwa hivyo cha vijana, ndio waweze kusaidiana na yule OCS. Huyu pia ni lazima akuwe amepelekwa kwa huyo mganga, lakini hawana nguvu, hawana uwezo. Na sasa sababu Mungu unasikianga maombi, sababu Mungu wetu tumekulilia la kutosha, sababu ya hao vijana, kwa nini si usiweke ile delay? sababu tunajuanga Mungu wetu akitaka kuweka delay anawekanga kwa nini tu Mungu asiweke ile delay, ama ile confusion any time wakifikiria kufanya akina Champe na Elvis kitu kama hiyo, wanapata confusion, wanakuwa confused, wanaanza kujirudia wao wenyewe. Kwa nini Mungu asiweke delay ya kuwa any time wakifikiria kufanya hivyo, sasa ndio wanakutiliwa, wanatoroka? Mungu aweke hiyo delay mpaka time yenye senior dev na timu yake wataweza kufikia hao, huyo Champe na Elvis. Guys, if you believe that God anaweza weka delay, piga like, sababu mimi what I believe our God, hakuna kitu impossible before God, hakuna kitu impossible before God. Guys, hakuna hakuna kitu kitu yenye imewahi shinda Mungu, na kama ni uchawi, na kulingana na ile maombi yote tunaomba tunajua Mungu anaweza control hiyo uchawi. Mungu anaweza weka pale kivumba macho yenye wakifikilia ku, ku, kurep Champe na Elvis, Mungu anaweka, Mungu anaweka hicho confusion. Unakuta hawatafikiwa mpaka ile siku Senior Dev na timu yake wataweza kuwafikia wawaokoe. Mungu tuonyeshe tu, wewe ni Mungu. hmm painful. Alafu mkiangalia ni vijana very young. Hakuna mtu wako hapo amefikisha dhati wote ni 20s. Wote wameokotwa town wakaletwa huku wote wako 20s. This is very demonic. Yaani Sodoma and Gomora iko tu Kenya, lakini hatujajua mbado. Hmm? Uni kule hata Mungu ashuke sahii, atashidwa, nitaokoa nani? Nitaacha nani? Sababu ile dhambi yenye, yani ni damu inamwagwa kila siku. Na hawa magaidi ndio hao, sasa wameingia kwa kuokota vijana wakikuja kuripia kwa kichaka. Ni nini haijafanywa katika hii nchi hmm? Kwa nini, kwa nini watu wameelekea ushetani? Kukua ndio kibao mbele Mambo ingine inahuzunisha, mambo ingine inatutia wasiwasi. This is so painful. Wanaume wote wamepotelea kwa kichaka, wanaume wote wamepotelea kwa ugaindi. Mtoto kijana ako na shida, wanaume wote wamechotwa na hawa magaindi, wakipelekwa kukaa kwa msitu kama wanyama, ndio waendeleze mambo kama haya, ndio waendeleze ushetani hmm? Before guys, tulikuwa tunaogopa that mtoto msichana ndiye afai kutembea usiku, afai kutembea peke yake, ndiye anafaa kulindwa sana, lakini siku hizi mambo imechange. siku hizi mambo ina change kila siku. I think mtoto kijana siku hizi ndiye analindwa sana sababu siku hizi ukiangalia watu wengi wameanza kukulana matako hmm? Wanaume wameanza kuoana wanaume kwa wanaume, wale wengine sasa ndio hawa watu mia tatu. Hmm? 300 men wako kwa kichaka na wanafanya hiyo kazi yenye tunaona. 300 si dhati ni 300 wako kwa kichaka wakifanya hiyo shetani, wako kwa kichaka sababu ya kuua watu, sababu ya kuua ya kuuza viungo vya mwili na ni sababu hawataki wa kujituma, hawataki kufanya kazi. That's why so many men wanakaa kwa kichaka. This is so painful, guys. So kama uko na mtoto wako kijana, kama uko na mtoto wako msichana, zindi kumwombea Ombea mtoto wako, ombea mtoto wako kila siku, shika huyo mtoto wako, nenea mtoto wako, ombea mtoto wako kila siku, nenea mtoto wako, neema ya Mungu kila siku. Sababu hii mambo inatutia wasiwasi wasi kila siku, but tunaomba that hawa watu wataweza tu kuonyeshana. Champe na Elvis. And after that, sijui kwa nini wanaekwa, sijui wanapelekwa jela kufanya nini. Sijui kwa nini mkipata wanne msimalize wawili watatu, muachwe na mmoja. Sijui wanabebwa kupelekwa wapi ati, ati chausi, unawauliza ukiwapea fea ama warudi kwao kama watatii. Sasa kule ushago watoto watakuwa na shida, acha tu wakae kwa hiyo kichaka sababu wansi awa ukiokoa tiupeleke ushago wale. Sasa ndio ndio kule kumeharibika, acha tu wakae huko na wanyama, hmm? na tena wanasamehewa. Kwa nini? kwa hiyo kichaka 300 at least mungekuwa mumemaliza 150. 150 tu tu, kwetu tumesema at least nusu imeenda. Sababu yo guys, hapa hapa kuna shida, hapa kuna shida na inahitaji kutatuliwa haraka, lakini hatuna hata serikali ya kuitatua. Jenzi yenyewe yenye tuna shida hapa tukilia, jenzi jenzi ndio hii. This is the jenzi we have. It is so painful, so painful. Mtoto wa mtu kukidinapiwa akafanyiwe kazi kama hii, then after wakifanya hiyo mambo yote wanampea mandawa, wanaua, wanaenda kuuza viungo za mwili. Gone from bed. Anyway guys. Mambo ingine inatuchemsha inatuchemsha. Anyway guys. Nawapenda sana tena zaidi. Thank you so much for tuning in and let us meet to the next video. Bye.